na lazima ntafute namna nzuri ya kuweza kukuambia mpenzi wangu, kwa sababu sina mtu mwingine kuweza kumwambia jinsi gani navyojisikia hisia zangu na jinsi gani navyokupenda mke wangu. Kwa hiyo ni kweli, mdogo wangu, na mahitaji ya ada na kuna sehemu mbili, kuna sehemu ya kwanza ni muhula wa kwanza, na kuna muhula wa pili na nat

sana mpenzi wangu, na najua kabisa kama kuna leo na kesho. Mpenzi wangu, leo kwako, kesho kwangu. Ukisikia kwamba watwapendani kwa shida na raha, ndio mpenzi wangu. eaanoi sana kwa mpenzi wangu, noi sana

Karibu sana ndugu yangu. Bwana, asante. Shukrani sana unajua, inataka moyo haya mambo, haya mambo inataka moyo. Toka tumestaafu, hakuna mimi mwenzangu hata mmoja, mstaafu mwenzangu anakuja kunitembelea, lakini wewe cha ajabu, baada ya kurudi safari yako umenitafuta ndugu yangu, lakini cha kustajabisha ni cha kufurahisha umekuja wakati kama huu, umetaradadi ukasema lazima uje kuniona. Jambo la kuchukuru sana. Mimi mi kuona kuona, nashukuru. Mekutani mzima huko, mzima boeo wa afya. Ila rafiki yangu, tufanye mazoezi na mitafanya mazoezi makimili na sai. Sawa bwana, lakini kwa sana katika moyo wangu <gravata wooden lordeshawala programmes> Maana nimekuja ili nipe ushauri bwana. Mimi na uzee unavyoniona, sina mtoto, sina mtoto hata moja. Unasema kweli, nafanya kazi miaka yote hiyo, nimezeeka, nimestaafu, nina pesa sasa hivi na miradi, lakini mrithi wangu nani? Sina mrithi. Aa ndugu yangu kuukakote majoka enzi zile mara e, mm, eh mara Rungwe mara ziaoala ushirika eh? Ah, ina maana umekosa hata mtoto akusingiziwa, au usiniambie, ndugu wangu, sina hata moja? Dada mmoja, dada alikuwa mrembo sana ah, penzi wangu, ile dada haja kuniambia mimi ni mjamzito ni mtatu. Nilisikia tu, nilikwambia basi kuanzia leo tusionane tena, bwana. na juta, sema kweli nilimtimua bwana. Uko huko tayari kuitwa baba? Yaani kipindi kile damu inachemka bado kijana cha kibaobu mambo ya watoto watoto, ufanyaa kazi gani? Lakini leo najuta, ndugu yangu. Ina maana hapo ulipo, unata mtoto wakusingiziwa na uje uzito kaukataa. Sisi na miradi na mekubali, na mali zangu pesa ziko imeshaingiziwa, eh na kustafu vile. Sasa rafiki yangu, nimekuja kupata ushauri ushaurifanyaji sasa, hmm. I abai mzito, habari kubwa maana ndugu yangu kumbe ulikuwa nakula ujana, ulikuwa huko tayari kuitwa baba. Yeah. Yeah, yeah. Unacheza mabluzi tu yeah, wakati yeah. Under ah! control. Kana la album hey. Europa Airline. <laughs> Sasa mimi, kwa ushauri wangu wa bure bure, maana kusikia kuna mm, sehemu mnakutana kabisa mpaka kwao hapo Kirumbi mlipokuwa mnapokutana, ndio ndio mtapata huo mtu. Damu siku zote ni nzito kuliko maji Utampata tu yangu nipo ushauri mzuri, itabidi fanye damu ya mtu mm, da aifotei yes, kwa maji. Hebu Mungu atakuelekeza, hebu nenda kwanza pale kwa mnakutana eh. Mm, taarifa zako utazipata, habari zako utazipata. Hii dunia ndogo, si dunia iko kiganjani, fatilia ya damu yako kweli, io ushauri mzuri taenda kwenye mitaa ile ile, napokuwa ni muda mrefu sasa, kokwepo sahizi, naongezeka, sidhani kama kuna mtu atakujua, lakini nitafanya hivyo bwana. Sina namna. Kuna swala kuzeeka, damu haipotei bwana. Sasa mimi naenda, nashukuru sana kwa ushauri wako. Eh, eh, nakutakia kila la heri bwana, asante. Usikose kuja, atakuja. Usikose kua kunin nikienda kule

mimi na familia yangu hapa. Umeshindwa kunipigia simu? Nimepiga sana simu zangu lakini simu ishiki. Simu zako mimi niko naziona nitumia pesa lakini mpaka dakika hiyo janingiza chochote kwenye akaunti yangu. Mpaka kieleweki, unanipa pesa ama la?

Shoga yangu mm, nimekuita hapa, we ndo ndugu yangu. Maana siku hizi huyo mtoto kaya asikii kabisa, sio mtu wa kushika daftari wala peni. Unavyomuona, ukimtuma dukani saa mbili asubuhi anarudi hapa saa sita ya mchana. Saa mbili usiku anatoka umundani, huyo mtoto kurudi kwake saa saba saa nane. Huyo mwana mwanaanita Aisha, mbona naarekea maisha kila siku? Kwa hiyo mimi hayo mambo. Hayo mambo yana muda wake na wakati wake. So mama aliza masomo yako kama umeajiriwa hujajiriwa ndio uanze hayo mambo. Sasa hivi unaanza kumsumbua mamako. COVID? Kwa baadaye itakuwa vipi? Kwa nini unamsumbua mamako? Hapana, mamdogo. Ni mama anapenda sana kusikiliza maneno ya watu. Yaani, anapenda sana kusikiliza maneno ya mchi. Hajai kunikuta na mwanaume huyo. Lakini anapenda sana kuongea mama. Kelele mshenzi mkubwa wewe. Mnaweza kukuongopea wewe? Eh? Hebu eh, eh, mwangalie kwanza mwanafunzi gani ametoboa kipini? Eh? Nauliza mwanafunzi gani ametoboa kipini? Mimi tu mama yake sijaje kutoboa kipini. Wewe mwanafunzi kweli nataka shule. Huyu msemaji kweli huyu. Eh? Kwa nini mimi nakusingizia? Wewe mtoto wewe, wewe. Eh? Aisha, haya toa iko kipini mwanangu. Yes, madakusoma. Wadakusoma, wadakusoma. Mambo yote makubwa unayafanya nini? Huyu ni mzazi, jinsi anavyokutolea hayo maneno sio vizuri, unasikia? Wale machizi mabarabarani, sio kwamba wameloga, wengine ndo maneno kama hivi ya wazazi wao yanawafikisha katika zile hatua. Nachokuomba mwanangu, usirudie hivyo vitu, na naomba so, so so tena rafiki, aa ni mtoto. Hapana, shoga yangu, wewe niachi tu, naongea kwa uchungu, kwa sababu hivi, unajua siku nakuzaa nusu nife eh? Nakuuliza, unalijua hilo? Kwa nini unasumbua? Unakosa nini mundani? Yaani wewe unanikela sana, we mtoto. Hizi ni changamoto za watoto, lazima uzipokee. Msamee mtoto, mzazi amekubali na amekiri. Naamini hili suala, si ndiyo Aisha? Unaniahidi, si ndio? Ya Mungu, naomba usifanye tena hivyo mama. Sawa. Sawa Mungu. ah, nimeisha toa tu kinyongo ulichonacho kwenye nafsi yako msafi, ni ya mtoto, maisha mengine yaendelee, hmm? Kweli.